Haleluya. Napenda kukusalimia katika jina la Yesu Kristo Nazareti rehai wakati huu, napenda kukukumbusha neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Hesabu, Hesabu ishirini na tatu na ule mstari wa kumi na tisa na nayo inasema Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute, iwapo asema hata atalitenda, iwapo amenena hatalifikiriza. Haleluya, Biblia inasema kwamba Mungu sio mwanadamu ataseme uongo. Inawezekana ni mambo mengi ambayo Mungu alikuwa amekuahidi, inawezekana ni mambo mengi ambayo ulikuwa unayatarajia ndani ya mwaka huu, unaona kana kwamba hajatimia, unaona kana kwamba Mungu hajafanya. Ndugu yangu, Mungu ana makusudi makubwa mno. Jambo lolote ambalo umekuwa umelitarajia ndani ya mwaka huu umelitajia kwa muda mrefu, lilifanyika ndivyo, sivyo? Sikiliza nikwambie, bado Mungu sio mwanadamu, anawaza mema juu yako. Kuna mambo mengi ambayo Mungu anakwenda kuyafanya katika maisha yako, kama vile vile alivyokuahidi, ndivyo atakavyokwenda kufanya. Amina, Mungu akubariki sana.